Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa Zahmid TV, pote pale ulipo, nikusalimu maamkizi yaliyo bora kabisa, maamkizi mema, maamkizi yaleta utulivu wa nafsi, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika tafakuri ya leo, kipindi ambacho tunaangazia mambo mbalimbali, mbali na kuyajadili mambo ambayo yanatokea katika jamii ya hivi sasa, na leo katika tafakuri ya leo tunaenda na usemi usemao, ni kwa nini jamii ya sasa kuna magonjwa mengi ya mlipuko ambayo yanazidi kutokea kadri miaka inavyozidi kwenda, ambayo magonjwa hayo tukiangalia miaka ya nyuma hayakuwepo. Kama tunavyoona miaka kadri inavyozidi kusogea na inavyozidi kwenda magonjwa mbalimbali ya mlipuko yanazidi kutokea. Hivi ni kwa nini? Tuungane mimi na wewe tukaangalie maoni ya watu mbalimbali kuhusiana na swala hili la magonjwa ya mlipuko yanavyozidi kutokea katika jamii ya sasa. Ni mimi ndugu yako Abdulaziz Hilal, usiondoke, tuungane mimi na wewe moja kwa moja tukatazame maoni ya watu mbalimbali wanazungumzia vipi kuhusiana na swala hili. Karibu sana Zahmidi TV. Naam, ndugu mtazamaji wa Zahmidi TV, kuliani kwangu hapa niko na shekhe wangu atajitambulisha mwenyewe e, na kutueleza sababu gani ambayo inatupelekea amba mpaka hivi sasa magonjwa mengi ya mlipuko yanazidi kutokea katika jamii. Naam, Sheikh, Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa ufupi, tungeomba kidogo jitambulishe, hasa wewe ni nani angalau kwa majina tu. Mimi kwa jina naitwa Omar Nganzi Abdalla. Sheikh Omar Nganzi, tukiangalia kwa jamii ya sasa tunapata kuona magonjwa mengi ya mlipuko ambayo ya yanazidi kutokea kadri ya miaka inavyozidi kusogea, tukiangalia miaka ya 90, 80 E, au elfu mbili hapa karibuni karibuni kulikuwa kuna magonjwa lakini sio kama hivi sasa sasa hivi magonjwa yamezidi kuenea kwa kasi kila tukikicha asubuhi ukiamka na unasikia magonjwa mengine ya tangazo hivi sababu hasa ya kutokea magonjwa ya milipuko kama haya ni nini? Mikueli, magonjwa, ni nini ni kweli kwa kipindi cha sasa hivi hmm. magonjwa yamekuwa ni mengi sana na yamekuwa ni mengi kiasi kwamba mengine ni ya milipuko ambao yanatokea kwa kipindi fulani alafu baadaye yanapotea. mm -hmm. Lakini magonjwa ambayo kwamba zamani yalikuwa hayawapati watu wengi, yalikuwa yakiwapata matajiri. Kwa mfano, magonjwa ya kisukari, mm -hmm. magonjwa ya presha, mm -hmm. magonjwa ya moyo yalikuwa yakiwapata watu wale, mm -hmm. ambao kumbe walikuwa wana hela. Lakini siku hizi haya magonjwa yote yamegeuka, yamekuwa ni kwa watu ambao kwamba hata walala hoi yanawapata kwa kiasi kikubwa, mm -hmm. sana. Mm -hmm. Na hiyo wakati mwingine imechangiwa sana na vyakula vimekuwa ni vingi vya kisasa zaidi vya ke kemikali, ambavyo kwamba madawa yanatumika mengi sana kwenye kupandia, kwenye kukuzia mm, na kwenye kila aina ya, ya, ya, ya, ya sampo ya vyakula ndio, ndio. Labda kwa ufupi tu unaweza ukatueleza, labda jamii ya hivi sasa itumie njia gani angalau inaweza kupunguza haya maradhi au kutukomeza kabisa? Watu wapunguze kula vile vyakula ambavyo tunavipenda mm, kwa vyakula, chipsi mayai, ndio. Chipsi kuku na kuku wale wa, wa, wa miezi miwili wale e, mm. Cha yani, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Kwenye asili yetu kwa sababu vya kuchemsha kwamba vitakuwa mafuta machache mm. Au, basi, apatikane mafuta ambayo hayana kemikali nyingi tukiangalia kipindi cha nyuma kwa tuliopo na tulivyohadithiwa na tukilinganisha na kipindi cha sasa, mimi naona sababu kubwa ya maradhi ni uchafu. Uchafu ni sababu kubwa sana ya maradhi, na uchafu huu ima utakuwa ni uchafu wa kiroho au uchafu wa kimazingira. Sasa tukiangalia kwamba uchafu na yale yanayopatikana na huu uchafu utokana na uchafu, ni madhara makubwa ikiwemo ni maradhi, maradhi makubwa makubwa. Ee, maradhi ya mlipuko pia hupatikana kutokana na ma... na, na uchafu. Kwa mawazo yangu mimi, ili kuyatokomeza haya maradhi ya mlipuko, tupatilize sana jambo la usafi katika mazingira tunayoishi. Si vyema kwamba mtu asafishi nyumba yake mpaka afuatwe na mwenyekiti. Mtu achimbi shimo la taka mpaka afuatwe na balozi au mjumbe wa nyumba kumi. Mtu achimbi shimo la choo mpaka aofishwe kwamba atapelekwa polisi. Ah, ni mambo ambayo kwa kweli isifikie hivyo. Kwa hiyo katika sababu ambazo zitafanya haya maradhi yatokomee ni usafi kwanza, usafi katika ngazi ya kaya na ndugu mpenzi mtazamaji wa Zahmid TV, hayo ndio alikuwa maoni ya watu mbalimbali mbali, wakitueleza kuhusiana na swala zima la tafakuri ya leo ambayo ilikuwa ikisema ni kwa nini magonjwa ya mlipuko yanazidi kutokea katika jamii kadri miaka inavyozidi kusogea. Ndugu mtazamaji, wewe pia ni mmoja wa mwanajamii ambao tunahitaji sana maoni yako. Maoni yako kwetu yana thamani kubwa sana, tuandikie katika comment hapo. Kwa uoni wako, unaona ni sababu gani inapelekea magonjwa ya mlipuko kuzidi kuenea katika jamii kadri miaka inavyozidi kusogea. Tuandikie maoni yako, lakini pia tuandikie ni, kwa, ni njia gani ambazo zinaweza kuzitumia kuepusha maradhi haya ambayo yanazidi kutokea kicha na kukuchwa. Mpendwa mtazamaji wa Zahmid TV, ni kwase tu kusubscribe, kushare pamoja na kucomment kwenye letu pendwa kabisa ya Zahmid TV, ili mbali mbali, ya ili uendelee kupata matukio mbalimbali yanayozidi kutokea. Eh, lakini pia uendelee kupata tafakuri mbalimbali ambazo zitazidi kuendelea katika chaneli yako pendwa ya Zahmid TV. Ulikuwa na mimi muda wote ndugu yako Abdul Aziz Hilal. Tukutane katika tafakuri ijayo. Nikutakia afya njema wa ila liqa. Zahmidi TV.